Ndugu zangu wapendwa, tumsifu Yesu Kristo. Basi, ninayo furaha kubwa kabisa kualika siku ya leo katika tafakari yetu ya neno la Mungu, na leo ni siku ya ishirini ya mafungo yetu ya siku arobaini na kukaribisha sana, kama ni mara yako ya kwanza, na kukaribisha kweli. Kama hujawahi kusubscribe kwenye channel hii, naomba usubscribe kwa kubonyeza lile neno subscribe na hiyo alama ya kengele, ili kila anapotuma mafundisho mengine uwe wa kwanza kupata katika simu yako upate notification ili tuendelee kufuatana vizuri. Na kwa majina naitwa ndugu Peter Kafumu, ni padre wa shirika la ndugu wa Francisco wa Kapuchini, na kwa sasa ni mwalimu katika seminari ya Mtakatifu Lawrence iliyoko Wisconsin nchini Marekani. Ndugu zangu wapendwa, katika mfululizo huu ambao tumekuwa nao, nilianza kukueleza juu ya somo linalosema minyororo ambayo inafunga maisha yetu na nimekueleza minyororo hiyo. Sasa leo ninakueleza mnyororo wa tano. Kwa hiyo kama hujatazama, ninakushauri uingia kwenye channel hiyo ya Amka Ule, utakutana na masomo hayo ili uanze pale tulipoanzia uweze kujua tunakoelekea. Leo nataka kueleza mnyororo wa tano ambao una unatufunga wengi sana, ni kikwazo kwa wengi na huu ni mnyororo wa kulazimisha kukubalika. Eh, mnyororo wa kulazimisha kukubalika au mnyororo wa kutaka sifa eh, kutaka kumpendeza kila mtu uonekane mwema kwa kila mtu. Unajua, kuna habari nilishaisikia zamani nikiwa mdogo, ya baba na mtoto wake ambao walikuwa wanasafiri kwenda kijiji cha mbali kidogo, na walikuwa na punda wao mmoja. Na walipoanza safari, mtoto alipanda juu ya punda na baba yake akatembea kwa miguu. Alafu watu wa kijiji cha kwanza walipowaona wakaanza kunong'ona, wakasema, kijana huyu hana heshima kabisa, yaani baba yake anatembea eh, alafu yeye anapanda juu ya punda. huyu kijana hana heshima kabisa. Waliposikia hayo, wakabadilisha, baba akapanda juu ya punda na mtoto akawa anatembea kwa miguu. Walipofika kijiji cha pili, watu wakasema, la, la, la, la, la, angalia sasa, huyu baba hana huruma kabisa Yaani, mtoto wake mdogo anatembea, alafu yeye ameketi kifalme juu ya punda nini? dha anamfundisha mtoto wake nini? mbona hana huruma? Baada ya hilo, baba na mwana wote wakaamua ku, kupanda juu ya punda. Walipofika kwenye kijiji cha tatu, watu wakapiga kelele tena, wakasema ah, wanaumiza punda hawa watu, hawa watu wote wawili wamepanda juu ya punda mmoja, hawana huruma kabisa. Walipoona hivyo, wakaamua kushuka wote wote wawili, wakaanza kutembea kwa miguu na huku wakimvuta punda wao. walipofika kijiji cha nne, eh, watu waliwacheka sana, watu walicheka sana eh, wakasema, watu ni wapumbavu kweli, yaani wanapunda, lakini wao wanatembea kwa miguu. Huu ni upuuzi, unajua <laughs> yule baba alipoona hayo yote, akamgeukia mtoto wake, akamwambia kwa hekima sana, akamwambia, mwanangu tumefanya kila kitu kuwaridhisha watu lakini bado wanalalamika, bado wanalalamika. Sasa tujifunze neno hili kwamba huwezi kumpendeza kila mtu. Kwa hiyo cha kufanya ni tufanye lililo sahihi tu na sio linalopendwa na watu wengi. Ndugu zangu wapendwa, hadithi hii inaweza kuonekana ni ya, ni ya kawaida sana, lakini kwa kweli imebeba ujumbe mzito na mkubwa sana kiroho na ndivyo ilivyo katika maisha yetu, ndugu zangu. Tunapojaribu kumpendeza kila mtu, kwa kweli kinachotokea ni kwamba tunapoteza mwelekeo sisi wenyewe eh? Tunapoanza yani, tunapoteza mwelekeo kwa namna ambayo kwamba tunapoanza kutembea kwa miguu eh? Ilhali Mungu ametupa punda, Mungu ametupatia punda wa kubeba punda wa kutubeba, yaani ametupatia neema yake, ni punda wa kutubeba. Ametupatia ukweli, ni punda wa kutubeba. Ametupatia mapenzi yake, ni punda wa kutubeba. Sasa eh? tunapofuata watu wanasema nini, tunaacha kumfuata Mungu na tunaanza tunaanza kufuata kelele za watu, na kelele za watu mara nyingi sana zinatuchanganya. Hebu tujiulize, ndugu zangu, hivi umeshawahi kujikuta kwenye hali ambayo unabadilisha maamuzi yako ili tu uonekane mzuri, ukubalike na watu? Hivi umeshawahi kujikuta kwamba wakati mwingine unaacha hata kusema ukweli kwa sababu tu unaogopa utakosolewa sana au utaonekana mbaya katikati ya marafiki zako? Umeshajikuta kwenye hali hiyo? Ndugu zangu wapendwa, unajua, kupenda sifa ni mnyororo wa kiroho ni mnyororo unaotufanya tuishi maisha yasiyo yetu eh? ni mnyororo unaotufanya kuishi maisha ya kujifanya eh? ni mnyororo unaotufanya kuishi maisha ya kuficha ukweli ili tu tusikataliwe. Kupenda sifa ni mnyororo mbaya, ni mnyororo mbaya. Mtume Paulo alieleza wazi alipokuwa anawaandikia Wagalatia kwenye ile sura ya kwanza mstari wa kumi, anasema kwamba ikiwa ningalikuwa ninataka kuwapendeza watu basi mimi sistahili nisingestahili kuwa mtumwa wa Kristo. Anasema mojawapo ya disqualification ya kuwa mtumwa wa Kristo ni kutaka kuwapendeza watu, kutaka kumpendeza kila mtu, maana utajikuta una compromise values za maana, values za Mungu. Yesu mwenyewe, ndugu zangu, hakujali maoni, maoni ya watu hakujali, alisimama katika kweli, hata pale ambapo ilimgharimu maisha yake alikuwa tayari kutoa gharama kubwa ken kusa. Kipindi cha Kwaresma ni wakati wa ku wa ku kujiuliza waku... na kujitafakari sana, kuvunjilia kuvunja mbali minyororo ya kutafuta kupendwa na watu, minyororo ya kutafuta kukubalika na kila mtu eh. Kipindi cha Kwaresma ni muda wa kujenga maisha yetu juu ya msingi wa kumpendeza Mungu peke yake. Kwa hiyo katika hiyo hadithi tuliyoisikia ya huyo punda na mtoto na baba eh, tumeona jinsi ambavyo watu walivyotoa maoni mbalimbali mbali, tofauti pamoja na kwamba huyu baba na mtoto walifanya kila kitu katika kuwaridhisha, lakini hawakuweza kukamilisha, hawakuweza kuridhisha watu wote hawa. Na huu ni ukweli kwamba, ndugu zangu, kwenye maisha yetu hatuwezi kumpendeza kila mtu, huwezi ukijitahidi kuwaridhisha watu wote utakuta umechoka kiakili, utachoka kimwili, utachoka kiroho. Na huu ni mnyororo unaowaumiza watu wengi kimya kimya. E, kutafuta kukubalika ni mnyororo unaoumiza wengi kimya kimya. Kuna watu ndugu zangu ambao wanaishi maisha ya uongo uongo, hata mitandaoni wakionyesha maisha ambayo siyo yao ili tu kupata likes, ili tu kuonekana eh, ili tu ku, kufurahisha watu eh, ili kuona watu wanaofurahia eh. Kuna watu wazima leo ndugu zangu wanaishi kwa mikopo mingi sana, mikopo mikubwa, si kwa sababu wanahitaji sana mikopo hiyo, bali ni ili tu waonekane wanalingana na wengine eh. Kuna waumini ambao wanajizuia hata kusema ukweli leo kwenye kazini huko, kwenye manyumba nyumbani, hata kwenye makanisa kwa sababu tu wanaogopa maoni ya watu, wanaogopa watu watasema nini. Lakini Yesu anatuita ndugu zangu, tuishi maisha kwa ajili ya Mungu, si kwa ajili ya watu. Ndio maana katika Biblia tunamwona mfalme Sauli eh, Sauli akiwa ni mfano halisi sana eh, wa mtu ambaye anayeshindana, aliyeshindwa kwenye uongozi wake kwa sababu tu alihofia maoni ya watu, alitaka kuwafurahisha watu. Kwa hiyo alikuwa tayari ku kompromise kile Mungu amemwambia ili tu watu wampende, watu wamfurahie. Mungu alimwagiza Sauli kwamba aangamize Waamaleki kabisa, lakini yeye aliamua kubakiza sehemu ya nyara za vita kwa sababu tu ya shinikizo la watu, na ndio maana alipokemewa na nabii Samuel alikiri kosa lake. Ukisoma ile Samueli wa kwanza eh, sura ya kumi na tano mstari wa wa ishirini na nne alizungumza wazi wazi akasema kwamba niliogopa watu nikaitii sauti yao, eh, niliogopa watu nikaitii sauti yao. Kwa hiyo kufuata, eh, kwenye kule kutafuta kutafuta kuwapendeza watu kuliko Mungu wakati mwingine kunasababisha tupoteze nafasi yetu kama mfalme Sauli alivyopoteza nafasi kuna, tusababisha tupoteze na, ndugu zangu, ili ni onyo ni onyo kubwa kwetu, kwamba tunapojaribu kuwafurahisha watu, kufurahisha kila mtu, tunaweza tukapoteza mwelekeo wetu wa kiroho na hatimaye tukamkosa Mungu kabisa. Mnakumbuka Yesu, Yesu aliposimama mbele ya Pilato hakujitetea ili tu apate huruma ya umati, alikaa kimya, hakutaka kujitetea Hakutaka kuhurumiwa, aliamua kusimama katika ukweli, hata kama ilimgharimu kifo. Alikuwa tayari kusimama katika ukweli, na Yesu anatufundisha ndugu zangu, kwamba kama tunataka kuwa wafuasi wake kweli kweli, lazima tuchague, tuchague kuacha uoga wa maoni ya watu na tushike ukweli wa Mungu, kama tunataka kuwa kweli wafuasi wake. Mtakatifu Teresa wa Avila anapenda sana maneno haya, anasema acha, watu waseme watakacho, wewe mtumikie Mungu kwa moyo wako wote. Watu wataongea tu, acha waongee. Kwa hiyo hii ni changamoto yetu kipindi hiki cha Kwaresima, ndugu zangu, kujifunza kuishi kwa ajili ya Mungu si kwa ajili ya maoni ya watu. Kweo, kwa hiyo Kwaresima ndugu zangu ni wakati wa kujitathmini, ni wakati wa kujiuliza kwamba je, ni mara ngapi nimechelewesha au nimeacha kufanya jambo fulani jambo jema kabisa, kwa sababu tu nilihofu watu watakavyosema? Je, ninaogopa kusimama katika ukweli wa Kristo, kwa sababu tu ya presha ya jamii ya watu, presha katika jamii, watu watasema nini? Kwa hiyo ndugu zangu, hatupaswi hatupaswi kuruhusu mnyororo huu wa kupenda sifa wa kutaka kukubalika na watu utufunge. Tusiruhusu, kama Yesu alivyoagiza wanafunzi wake kwenye Mathayo ile sura ya kumi mstari wa kumi na nne, alisema msipopokelewa, kung'uteni mavumbi yenu, mavumbi ya miguu yenu, alafu mwendezeni. Kwa hiyo ndugu zangu, tunapaswa na sisi kuelekeza maisha yetu kwa Mungu peke yake, tukikumbuka kwamba neema ya Mungu ipo kwa ajili ya kutubeba. Tukumbuke kwamba kuwa watu wa dunia hii, ndugu zangu, hawatakuwa na sauti siku ya hukumu yetu. Hao unaowaogopa hawatakuwa na sauti siku ya hukumu, siku unaohukumiwa hawatakuwa na sauti. Kwa hiyo, hii ni fursa ya kujifunza kuwa waaminifu kwa Mungu tukimtanguliza yeye kuliko kitu kingine chochote kile, kwa maana yeye ndiye mwamuzi wa mwisho wetu, mwamuzi wa mwisho wa maisha yetu. Ndugu zangu wapendwa, tuendelee kufuatana katika mafundisho haya nitakapokuletea tafakari nyingine siku ya kesho. Mungu Mwenyezi awabariki na kuwatunza. Tumsifu Yesu Kristo.